Katika haya leo watu wetu wana, wanaandamana, kuna fujo zimetokea eh? vijana pale wanaenda kuiba gesi, mtu anaenda kuiba bia, huyo ana njaa <laughs> wameenda kuvamia godoro za watu, mtu analala sichini. Lazima tutafsiri changamoto za wananchi, mnapindisha nini? amwaone hapo vijana wana shida, that's the problem. Lazima tufanye interpretation vizuri, ndio maana maskofu anasema tusiite tu hao wahuni, na ndio maana Linda alienda kuwatetea. Amina, hauwezi Amin. kuzunguka na kwenu watu wenye njaa, wewe unashiba, watakuvamia. Watu wanavamia vituo vya mafuta, wanajua huu ni utajiri wa mtu ametuibia. Watu wanavamia, wanachoma mimi sitetei wale vijana, ili tendo ni ovu hivyo hivi hivyo, yes. Lakini kwa nini mtu ana, ni kitu gani kinachomuelekea kinachompelekea kufanya maovu haya? Shida lazima tusimame katika haki hiyo, lazima tutetee vitu hivyo. Hawa watu walikuwa wanaandamana, wana sababu, ndugu zao wanapotea. Leo mbe wako anajua, usiku anachukuliwa na watu, anapigwa, damu zinamwagika. Haujui yuko watu, mnajiuliza tulie, tusilie, tusilie, tusizike, yuko wapi? Familia kisaikolojia inakuwa confused. Leo familia alinde, itakuwa na utulivu sana, kwa sababu anamzika hapo, anajua tumemzika ndugu yetu, amefariki, tumemzika. Chukulia ndugu yenu hajulikani yuko wapi mpaka leo, amekufa, hajafa. Hii ni tatizo katika jamii. Hamjui tatizo la kupoteza watu, ni ni hatari, ni tatizo, ni hatari katika jamii yetu. Lazima viongozi wetu watoe bold statement.